Marafiki zangu kokote mliko, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Leo ni tarehe ambayo nimeona niiheshimu sana, niitenge kwa ajili ya kukusogelea wewe rafiki yangu, ndugu yangu, mtumishi mwenzangu, mahali kokote uliko, na nimekuja kwa namna hii. Tumekuwa na ujenzi wa nyumba ya Mungu kwa miaka mingi sana mahali hapa, na tumekuwa tukisali kwenye kanisa ambalo sasa limekaa kwa miaka mingi, uh, limepitwa na wakati. Kwanza ni fupi, lakini pia uh, mazingira yake hayatoshelezi. Kwa hiyo tu watu wakijaa, unakuta kunakuwa na joto kali sana, mpitisho wa hewa umekuwa ni mdogo sana, lakini nyumba imekuwa ni jengo la muda mrefu. Nami nikaona ni vema nimpe heshima Mungu kwa kumjengea nyumba nzuri na ya kisasa. Kwa kweli imetugharimu kwa muda mrefu, na e, katika mazingira ya aina yoyote labda covid, e, mabadiliko ya hali ya kiuchumi yamefanya tusiweze kupiga hatua kubwa, na sisi tulikuwa tume, tunatembea katika lile neno ambalo Mungu alikuwa amenielekeza tangu mwanzo kwamba katika hatua hii ni lazima tuwashirikishe watu wa mahali pamoja, na sasa imefikia wakati Bwana amenipa kibali cha kuja mbele zenu ili niweze kuwaomba na kuwashirikisha, na neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Malaki ile, ile sura ya tatu na ule mstari wa kumi na mbili alafu na ule mstari wa kumi na tatu mataifa yote wame watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, tumepata, tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kuwa wenye kiburi ndio wenye heri, naam watendao uovu ndio wajengwao, naam wajaribuo wamjaribuo Mungu ndio waponywao. E, ili neno nimelileta kwako e, ni mioyo ya watu katika nyakati za leo imekuwa namna hiyo, kwamba wengi wamekuwa wakisema kumtumikia Mungu hakuna faida, kumtolea Mungu hakuna faida. Kwa hiyo watu wamekuwa wakiona ni bora wafanye michango kwenye harusi, wafanye michango kwenye eh, matamasha tofauti tofauti ya uimbaji which is not bad. lakini wengi wamekuwa wakiona vitu kama hivyo ni vizuri kuliko kumtumikia Mungu kwenye eneo hili mimi niliona ni bora nianze kwanza kumjengea Mungu nyumba nzuri, ndipo na mimi Bwana anifanyie kitu kingine kizuri Mahaya, na haya naeleta kwako kwa pia ni bora na wewe uwaze kama mimi ninavyowaza, rafiki yangu, kwamba umjengee Bwana nyumba nzuri alafu Bwana ageukie kazi yako ageukie biashara zako ageukie uhitaji wako. Nakumbuka Suleiman alipomaliza kujenga ile nyumba ya Bwana ndipo na yeye akaanza kujenga nyumba yake. Nami naamini kabisa kwamba tukimaliza kulijenga hili jengo kubwa ambalo litamtukuza Mungu kwa miaka na karne, basi Mungu naye atakugeukia wewe. Ni maombi na sala yangu kwamba baada ya kumaliza kujenga na kwa mchango wako, Mungu ageukie nyumba yako, ageukie watoto wako, ageukie mwenzi wako lakini pia ageukie kazi za mikono yako. Kuna mambo mengi ambayo ulishindwa kuyafanya, lakini kwa sababu tu ya kumjengea Mungu nyumba, basi Mungu atafungua milango katika biashara, Mungu atafungua milango hata kwenye kazi yako. Wale wanaotoboa na kufanya mila, mi, mi, mifuko iwe wazi watazuiliwa wote, kama magonjwa, biashara kuanguka chini kuangukia mikononi mwa matapeli na vitu kama hivyo, utajikuta hata kama ni kidogo kitabaki, na Mungu atakibariki kisha kitatoa matokeo makubwa. Mimi nimekuja kwako leo ni kushirikishe tumezunguka, tume, tume, unaweza ukaona hata picha ambazo zimekuwa added hapa, tume tumeishajenga ukuta sehemu zote, lakini sasa tumefikia kwenye eneo la kuweka slab tumeweka kipande kimoja cha slab lakini sasa hivi tumebakiza vipande viwili vya slab. Kipande cha kwanza ambacho tunakifanya sasa hivi ni kipande eh, ni kikubwa, lakini cha mwisho ndio kikubwa zaidi. Na kipande cha sasa hivi cha slab yani maana yake ni kuweka kama aina fulani ya jamvi, alafu chini kunakuwa na ofisi, chini kunakuwa na madarasa, kutakuwa na na, na, na offices nyingi nyingi. Kwa hiyo, hiyo ndio ile slab. Kwa hiyo slab ya sasa hivi ambayo tumejipangia kuifanya ina gharimu shilingi milioni sita na milioni sita, na hiyo ni pamoja na kwamba kanisa litachangia kwa kuweka nguvu kazi, watu kujitolea kusomba mchanga, kufanya hivi na vile, ndio maana imekuwa ni kidogo gharama iko chini, lakini slab ni za gharama kubwa sana. Sijengi nyumba yangu najenga nyumba ya Mungu. Nami nimeona nikushirikishe baraka hii, ili mwisho useme kumbe, kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi nakuhakikishia kuna malipo ambayo Mungu atayaleta kwako. Sasa, kwa kwa kuwa kanisani tumetangaza kwamba wafanyakazi, mashemasi, wazee wa kanisa wawe na mafungu yao, mimina mimi na mimi walinipatia fomu, wamenipatia fomu kama hii. Unaweza ukafikiri ukaona ni ajabu sana. Wamesema na wewe baba lazima uje na o tukupe fomu yako. Unaiona fomu kama hii? Hii fomu inasema The Sowers Evangelistic International Church Sake, lakini inasema ufadhili wa ujenzi wa nyumba ya kuabudia. Ila hapa lakini, ndani yake tumeifanya iwe somehow modern kidogo, tumeifanya kwa namna hii, unaweza ukaiona iko vizuri, na inasema hivi Kanisa la, la, la SEIC chini ya Askofu Dr. Daniel Moses Kulola lililopo Lumala Mwanza, kwa heshima na taadhima, tunapenda kukushirikisha baraka za Mungu kwa kuchangia ujenzi wa kanisa. Tuna utambua umuhimu wako kwetu na hasa katika ufalme wa Mungu, hivyo ushiriki hivyo ushiriki wako ni alama isiyofutika na ushuhuda mbele za Mungu na mbele za mataifa. Kwa sasa tupo kwenye kipengele cha kutengeneza slab ino, ino gharimu kiasi cha shilingi milioni sita. Tunaamini utatuunga mkono na tunatanguliza shukurani za dhati na Mungu akubariki. Bahati nzuri tayari limeshapitia watu kadhaa, unaweza ukaona hapa ambao wamenitolea ahadi eh, kwamba watanipatia Ma, E, mch mwisho wa mchango wetu, mwisho wa mchango wa eneo hilo ni mwezi wa tatu. Tunaamini kwamba mwezi wa kwanza utapita, wa pili na watatu, itakuwa ndio mwisho wa, wa michango ili tutengeneze hatua hiyo. Ikimaliza tena, tunaingia hatua ya mwisho. Tukimaliza sasa, tunaziunganisha kuta za jengo lote, alafu tunaingia hatua ya kuwezeka jengo hilo. Ni kubwa lina... Tu, litachukua kiasi cha watu kama elfu moja na mia tano mpaka elfu mbili Kwa hiyo ni kanisa kubwa sana, na unaweza ukanifikiria kwa nini nimeamua tujenge kanisa kubwa hivyo. Napenda tumpe Mungu heshima kwanza, tumpe Mungu kitu cha thamani, na nimesema hatutalimaliza hivi. Tunamtengenezea Mungu kwa dekoreshen nzuri, kama sisi tunakaa kwenye nyumba nzuri za kupendeza, tunaweka vigae, tunaweka Gypsum. Tunaweka nini, makochi mazuri ndani ya nyumba zetu. Kwa nini nyumba ya Mungu iwe inavuja? Nyumba ya Mungu haina floor tiles? nyumba ya Mungu kuta hazina rangi nzuri? Nyumba ya Mungu haipendezi? Hapana, nikaamua kwamba ni afadhali tumtengenezee Mungu kwanza, ili Mungu afurahi, alafu Mungu ndipo atatugeukia sisi. Sasa nimekuletea hiyo hiyo baraka kwako, mlangoni kwako. Rafiki yangu unayenipenda ninaomba unisaidie mimi na hii fomu. Hii fomu unaiona eh, ningefurahi kwamba jina lako na wewe liwe hapa liwe hapa na hapa. Sasa hivi nimeshaandikisha watu kama wanne, lakini namba ziko kama ishirini na tano. Ninaamini marafiki zangu mko zaidi ya elfu tano mnaweza kunisaidia mkanisapoti, hata kama ni shilingi elfu tano tano tukiweka elfu tano tano kwa watu mia moja nina shilingi ngapi? Nina hela nyingi zinaweza kusogeza hata kama eh, eh, una shilingi laki moja, una milioni moja laki tano. Ni nyumba ya Mungu, sio nyumba yangu. Maana yake leo na kesho, we utakuja utasali, lakini pia ndugu atakuja kusali, lakini bado mimi siku ingine sitakuwepo katika dunia hii, lakini bado itakuwa ni nyumba ya kuabudu ya kumwabudu Mungu au nyumba ya sifa za Mungu. Ninaomba tu, ninaomba rafiki yangu, sijawahi kuja kukuomba mchango, sijawahi kukuomba. Siku zote mimi nimekuwa nikikuhudumia tu injili ya Yesu Kristo, lakini kwa zamu hii nimekuja nikushirikishe, unisaidie, ni support, ni support. na pia mimi niko very accountable, ninamwogopa Mungu, ninamheshimu Mungu. Kwa chochote ambacho utafanya hakitapotea maana itakuwa ni kama vile mimi najiumiza mi mwenyewe kwamba umetuma kwa ajili ya ujenzi alafu nazipeleka kwingine. Pana mejifunza kuwa mwaminifu, lakini pia nimeona faida ya uaminifu. Naomba uamini chochote utakachokituma basi kitaenda direct kwenye ujenzi. Ninaomba sasa nikupe mawasiliano yangu. Mawasiliano yangu ni, ni sifuri saba sita saba sabini na nne tisini arobaini. Narudia tena sifuri saba sita saba sabini na nne tisini arobaini. Hiyo unaweza ukatuma kwa njia ya Mpesa na fedha yako. Ukimaliza nitaandika nitarudi hapa siku moja baada ya mwezi wa tatu, nitawashukuru nita kwamba wale mlionisapoti tumefanikiwa kukusanya kwa kiasi fulani, lakini kwa wale ambao pengine mgelipenda kuchangisha labda kwa njia ya kuniwekea labda kwa njia ya bank, a bank account. Nina bank account ambayo iko NMB NMB. Kama unapenda kunisupport kwa namna hiyo kwamba okay, mtumishi wa Mungu, ninaomba upokee mchango wangu huku na transfer kwa njia ya bank, basi NMB account number inakuwa ni tatu moja moja moja sifuri sifuri tisini na nane mia mbili hamsini na saba. Watairudia pale chini wataiandika, lakini ni tatu moja moja moja sifuri sifuri tisini na nane mia mbili hamsini na saba. Hiyo ni NMB. Ukisha nitumia ni basi unaniandikia una, una, una, una, una ni, una meseji kwamba hela iliyoingia ni kwa sababu ya ya ya ya nani, ya, ya mchango basi, mimi nitarudi kwako, nitakutukuza. Unaniandikia na namba yako ya simu kwamba nimesapoti, one, two, three, lakini pia nina akaunti kwenye Equity Bank, Equity Bank, Equity Bank, eh, unaweza ukanisapoti kwa namba zifuatazo ni tatu sifuri sifuri tano tatu yani mia tatu yn yani tatu ziro ziro tano moja moja moja thelathini na moja thelathini na mbili sifuri nane. Naomba nirudie tatu sifuri sifuri tano moja moja moja thelathini na moja thelathini na mbili sifuri nane. Na zote hizi akaunti zitaleta majina Daniel Moses Kulola. Ninajua mahali popote uliko unaweza ukaweza kutusapoti kwa namna kwa njia ya mpesa, lakini kwa njia ya bank. Kwa wale ambao wako Marekani, wako nje ya nchi kama Marekani, eh, nao wanaweza wakanisapoti, eh, kwa njia maana nina na akaunti kule Marekani unaweza pia na wewe ukanisapoti kwa namna hiyo hiyo, kama wengine ambavyo wanaweza kunisapoti. Niko kwenye Bank of America, Bank of America, namba ya account ni nne sita sita sifuri ishirini na nne arobaini na nane sabini na tano tisini na tisa. Kwa hiyo hiyo, unaweza ukanisapoti huko ukiwa Marekani, hata kama ni dola kumi hata kama ni dola ishirini unaweka pale, lakini lazima uniambie kwamba nimetuma, nimeweka mchango kwa huku Tanzania. Ninayo kadi tuta draw, kisha tutafanya progress za ujenzi. Narudia na hii Amerika ni mia nne ni arobaini na sita sitini ishirini na nne arobaini na nane sabini na tano tisini na tisa, jina litakuja Daniel Moses Kulola. Kwa hiyo ninakukaribisha sana utusapoti na tunapiga hatua na muda sio mrefu, tutafika kule tunakoelekea, tutafika kule tunakoelekea. Na Mungu wa majeshi akubariki. Asante, ninakukaribisha katika baraka hii, amen.